kosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu ishirini kumi na sita. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika utendaji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 nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo pamoja, Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho, tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi